Serikali imesema itahakikisha inaifanyia ukarabati mkubwa barabara ya Lusahunga kwenda Rusumo mkoani Kagera yenye urefu wa kilomita tisini na mbili ambayo imeharibika vibaya kutokana na kuzidiwa na msongamano wa malori makubwa ya mizigo yanayoelekea nchi jirani. Naibu Waziri wa Ujenzi, Uchukuzi na Mawasiliano Edwin Ngonyani ametoa kauli hiyo alipotembelea barabara hiyo ambayo ni kichocheo kikubwa cha uchumi katika nchi za Afrika Mashariki na zile za maziwa makuu. Mwanahabari wetu Charles Mwebea na taarifa kamili. Barabara iliyokamilika mnamo mwaka 1995 chini ya mkandarasi kampuni ya Kujifa kutoka nchini Italia, ikiwa ni miaka takriban 21 iliyopita, hii leo imegubikwa na mashimo lukuki pamoja na vumbi. Hali hii ikielezwa ni kutokana na kusongwa na magari makubwa yanayopeleka bidhaa katika nchi jirani na zile za ukanda wa maziwa makuu kutoka bandari ya Dar es Salaam. Kutokana na umuhimu wa barabara hiyo ya Lusahunga Rusumo katika kukuza uchumi wa taifa na nchi jirani, naibu waziri wa ujenzi, uchukuzi na mawasiliano engineer Edwin Ngonyani anasema serikali imejipanga ndani ya miaka mitano kuifanyia ukarabati mkubwa barabara hiyo. Tumedhamiria kama kama ipo katika ahadi yetu, barabara tunaikamilisha. So miaka mitano, lakini hatuongelee miaka mitano Kadhalika naibu waziri huyu ametembelea wilaya za Karagwe na Kierwa ambazo zimekuwa zikivutana juu ya barabara gani ianze kujengwa kwa kiwango cha lami kati ya ile inayotoka Muga Korongo wilayani Karagwe kwenda Murongo wilayani Kierwa, ambayo inachagizwa na halmashauri ya wilaya ya Karagwe ama ile ya kutoka Bugeni hadi Murongo ambayo inapitia katika mji muhimu wa kibiashara wa Nkwenda ambayo inapigiwa chapuo na halmashauri ya wilaya ya Kerwa. Na hapa naibu waziri huyo anatoa msimamo wa serikali. Hii barabara ya ya kutoka Mrongo kwenda Karagwe kupitia Aorongo ilipitishwa jengo sababu hii. Tuwe na lugha moja. Kauli hiyo ya serikali ikapokelewa kwa mikono miwili na wananchi wa kijiji cha Ruambaizi ambapo ujenzi wa barabara hiyo utapita. Barabara hii utengenezaji wake ni rahisi kuliko ile barabara. Kwa hiyo nafikiri tunapokea tu, tu, uamuzi huo vizuri sana. Mpita hapa, kwa sababu kule kuna matingatinga, ukienda upande wa Kagera kuna matingatinga, kuna, kuna milima hata ukizingatia na kilometa zilizopo kutoka Kayanga kwenda Mrongo ni, ni nyingi kuliko za kupita za mchakato wa ujenzi wa barabara hiyo tayari umekwisha anza na hatua iliyopo sasa ni kazi ya upimbuzi yakinifu wa barabara hiyo yenye urefu wa kilomita mia moja na ishirini na tano.